Watu wengi leo husema imeandikwa, lakini je, wanajua kwa nini imeandikwa au yanageuzwa kwa faida ya mioyo yao migumu? Kulingana na hili, tutaangazia bwana mmoja aitwaye Ezra bin Elisha. Alikuwa mwepesi wa kutamka maneno kama imeandikwa, mtu asihukumu. Alikuwa akiyatumia maandiko hayo kila anapoonywa au kukosolewa. Lakini aliwahi kusoma andiko hilo kwa muktadha wake wote? Je, alijua kwamba Yesu alisema hivyo wazuia wanafiki wasioona dhambi zao wenyewe? Ezra aliwaambia watu, Mungu ni warehema, hata kama ukiendelea kutenda dhambi bado atakusamehe. Imeandikwa, neema ya Mungu hutufundisha, lakini hakuwahi kusema inaendelea kusema kutukana na kuacha ubaya. Kiongozi mmoja wa dini aliwahi kumkuta Ezra akifundisha vijana na kuambia Ezra, heli uangalie roho yako kabla ya kusema imeandikwa maandiko si kiti cha kutetea bali ni taa ya kuongoza miguu. Ezra akarudia tena kwa kusema, lakini mzee, si imeandikwa ninyi ni miungu mimi nasema, tumepewa mamlaka ya kutawala kwa upole na kwa uthabiti. Kiongozi huyo wa dini akasema, imeandikwa ndiyo, lakini soma pia mstari unaofuata, lakini mtakufa kama wanadamu. Usitafute nguvu kwenye andiko kabla haujatambua kusudi lake. Maandiko ni upanga ya kikamatwa visivyo, hujeruhi badala ya kuponya. Miezi kupita, Ezra akaanza kusoma tena Biblia, si kwa kutafuta hoja za kujilinda, bali kwa kutafuta moyo wa Mungu. Akagundua kuwa maandiko ni uhai, ni pumzi ya Mungu, si silaha ya kushinda mabishano, bali ni dira ya kuongoza maisha. Alilia usiku mmoja, akisema Baba, samahani, nilitumia neno lako kujijenga badala ya kujijenga ndani yake. Usitumie maandiko kama kinga ya mawazo yako binafsi, usichukue bila kuelewa muktadha wake. Neno la Mungu si manukato ya kufunika harufu ya dhambi, bali ni sabuni ya kutakasa. Kama Yesu alivyomwambia Shetani, imeandikwa, pia imeandikwa. Maandiko lazima yatafsiriwe kwa Roho Mtakatifu. Nanuku, kwa maana neno la Mungu ni uhai tena lina nguvu lina makali kuliko upanga wowote ukatao mwili Waebrania nne mpaka kumi na mbili.